Kama tunavyojua katika safari yetu ya kifedha, basi kuweka akiba ni jambo la muhimu sana. Basi ulikuwa unajiuliza kuweka akiba kati ya high yield saving account ama utumie certificate of deposit maarufu kama CDs. basi leo tutaongelea utofauti wake hizi account, na ipi uchague kulingana na malengo yako ya kifedha. Tukianza na high yield saving account, hii ni account ambayo ina riba ya juu kuliko akaunti za kawaida na riba yake hubadilika kulingana na soko. Pia hii account unaweza kuweka pesa yako ama kutoa muda wote ule utakapotoa. Na hii ni account nzuri kama una malengo ya muda mfupi kama unataka tu kwa ajili ya vacation, kununua vitu ama unaweka hela zako kwa ajili ya dharura. Basi high saving account ni chaguo bora zaidi. Na CDs hii ni akaunti ambayo ina riba kubwa kuliko high yield saving account, lakini pesa zako humo zina unazihifadhi au unaweka akiba kwa muda maalum, let's say miezi um, sita, mwaka ama zaidi na hauwezi kuzitoa hizo pesa mpaka huo muda utakapoisha. So CD au certificate of deposit ni akaunti nzuri kwa malengo ya muda mrefu, labda unataka kununua nyumba, unataka kununua gari, ama unaweka akiba kwa ajili ya ada yako ya shule. Na pia ni nzuri kama una, hautaki vishawishi vya kutoa hela, ili ukiweka tu mwhela yako inakuwa imefungiwa na inapata riba ya juu. Basi kwa leo tuishie hapo. Kama una maoni basi, komenti hapo chini, bila kusahau kusubscribe na kulike chaneli yetu.